Naibu rais Kithure Kindiki amejitetea dhidi ya, ya madai ya kuhonga wananchi kwa kutoa mamilioni ya pesa katika maeneo yanayoonekana kutoshabikia serikali ya Kenya Kwanza. Kulingana naye mpango huo ni wa kuwakwamua wafanyabiashara wadogo wadogo walioathirika na uchumi uliozorota. Kindiki aliyezuru kaunti za Nyeri, Nyandarua kukagua miradi ya maendeleo na kutoa fedha za kuwapiga jeki vijana na akinamama amesema kamwe hata katiza juhudi zake za kusaidia wananchi. Aidha, Kindiki amemuondolea lawama rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuswali ngumu ya uchumi na kusema kuwa janga la korona ndio liliathiri uchumi kwa kiwango kikubwa. Ati wanasema tusisaidie hao watu wa biashara ndogo ndogo, ati tunawahonga. Nyinyi ni watu wa kuhongwa? kuna mtu amewahonga? Kuna mambo ya hongo hapa? Iko makosa kusaidia kina mama wa, wa mama mboga wapate stock zaidi ya kufanya biashara yao? Kuna makosa anywhere? Iko makosa ya kusimama na wati ya bodaboda?